Wapendwa, Bwana Yesu asiwe, karibuni katika ibada hii ya asubuhi. Karibuni, ni imani yangu kwamba Bwana amewatunza katika makesha yote ya usiku. Ni imani yangu kwamba Bwana amekuwa pamoja nasi toka wiki iliyopita na hata sasa, wiki nyingine ambayo Bwana anatupa kuingia hemani mwake Niwakaribishe sana nawe atumia nafasi hii nawe kuomba uwakaribishe wale ndugu jamaa na marafiki, wale wapendwa wetu ambao natamani tushirikishane nao pamoja tafakari ya neno la Mungu na kutafuta uso wa Bwana katika masifu haya asubuhi. Nikukaribishe, unaweza kushare link pamoja na ndugu jamaa na marafiki kwenye groups mbalimbali za WhatsApp au ambazo zote ambazo mko nazo, kumwambia kumkaribisha kwamba mchungaji yuko tayari kwa ajili ya kusema neno la Mungu asubuhi ya leo na wiki hii tuna somo la baraka sana lenye kichwa kinachosema Yesu wa huruma, Yesu wa huruma, Yesu wa huruma, Yesu wa huruma. Wapendwa, Yesu ni wa huruma, na ni imani yetu kwamba katika mambo mengi na katika machozi yetu na katika taabu zetu tutaona huruma za Yesu katika wiki hii basi bila kupoteza muda naomba tuombe na tuendelee na tafakari ya neno la Mungu, na Mungu awe pamoja nasi. Tuombe. Mungu, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya neema yako, tunalitukuza na kulibariki sana jina lako. Asante kwa sababu Bwana Mungu umeendelea kutulinda, umeendelea kutunza, umeendelea kutuhifadhi, na hata sasa Bwana tumeona mkono wako ukienda pamoja nasi. Bwana Yesu tunanyenyekea sana chini ya mkono wako, chini ya madhabahu yako Bwana, tunaomba toba na rehema mbele zako Bwana. Tunanyenyekea sana chini ya miguu yako, tukiomba Bwana huruma yako iende pamoja nasi katikati ya maisha yetu katikati ya mambo mengi ambayo tunahangaika kwayo, Bwana tunahitaji huruma yako, ili tukaone mkono wako wenye uweza na neema yako ikienda pamoja nasi. Basi Bwana, mimi nashuka ili wewe uongezeke ukahudumie mataifa yako mahali mahali, wanaotufuatilia na Bwana ukaenda kuwatunza na kuwahifadhi sawasawa na wingi wa rehema zako, tunaomba na kuamini amen. Basi wapendwa, bila kupoteza muda, somo letu ambalo lina kichwa kinachosema Yesu wa Huruma. Kimsingi mstari wake ambao unatuongoza ama kitabu ambacho kinatuongoza ni Injili ile takatifu kama alivyoandika Mathayo mtakatifu sura ya kumi na tano kuanzia aya ya ishirini na tisa. Injili takatifu kama alivyoandika Mathayo mtakatifu sura ya kumi na tano kuanzia aya ya ishirini na tisa. Wapendwa, kumradhi tumechelewa kuanza kwa sababu ya changamoto za kimtandao, lakini Yesu ni wa huruma, ametuhurumia na sasa tunaendelea. Yesu, injili ya Mathayo mtakatifu sura ya kumi na tano aya ya aya ya ishirini na tisa aya ya ishirini na tisa aya ya ishirini na tisa tutatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana. Yesu akaondoka huko akafika kando ya bahari ya Galilaya, akapanda mlimani, akaketi huko. Wakamwendea makutano wengi, wakamletea viwete, vipofu, mabubu, vilema na wengine wengi, akaweka miguuni pake, akawaponya. Hata ule mkutano wakastaajabu, walipoona mabubu wanasema, vilema wanakuwa wazima, viwete wanakwenda, na vipofu wanaona, wakamtukuza Mungu wa Israeli. Yesu akawaita wanafunzi wake, akasema, Nawahurumia mkutano, kwa kuwa yapata siku tatu wamekaa pamoja nami, wala hawana kitu cha kula, tena kuwaaga wakifunga sipendi, wasije wakazimia njiani. Wanafunzi wake wakamwambia, Tupate wapi mikate mingi hapa nyikani hata kushibisha mkutano mkuu namna hii? Yesu akawaambia, Mnayo mikate mingapi? Wakasema, saba, na visamaki vichache. Akawaagiza mkutano waketi chini. Akaitoa ile mikate saba na vile visamaki, akashukuru, akavimega, akawapa wanafunzi wake, nao wanafunzi wakawapa mkutano. Wakala wote, wakashiba, wakayaokota masazo, masazo ya vipande vya mikate makanda saba yamejaa. Nao waliokula wanau, wana wali, wali walikuwa wanaume elfu nne bila wanawake na watoto. Akawaaga makutano, akapanda chomboni, akaenda akaenda pande za Magadani. Wapendwa, habari hii ni udhihirisho tosha, ni udhihirisho tosha kwamba Bwana Yesu, Yesu ni wa huruma. Yesu alikuwa pengine anatafuta nafasi ya faraga, yeye pamoja na wanafunzi wake katikati ya huduma kubwa na huduma ya muda mrefu aliyokuwa anaifanya, na ndipo hata akafika mahali kwenda kukaa mlimani. Yesu walipenda sana kuhudumu milimani kupata mapumziko milimani pamoja na wanafunzi wake sabu, kwa sababu ya uhitaji wa jamii, kwa sababu ya jamii ilijua nini ambacho Bwana anaweza kukifanya katikati ya maisha yao, basi mara zote walikuwa wakimfuata. Sio wao peke yao, walikuwa wakimfuata watu, hasa wale wenye shida mbalimbali na wakihitaji kuona matendo makuu ya Bwana katikati ya maisha yao, watu ambao walikuwa na kiu ya njaa ya haki, wanatamani kutafuta uso wa Bwana ili kuona Bwana akiingilia kati maisha yao, na hapa Biblia inaweka wazi kwamba watu wakati wamejua kwamba Yesu yuko mlimani, anasema wakamwendea wao pamoja na ndugu zao ambao wengine ni vipofu, wengine ni mabubu, hawawezi kusema, wengine ni vilema wengine ni viwete hawawezi kutembea, na wote wenye shida nyingine kama hizo, anasema wakamwendea, wakaweka hao wagonjwa wote miguuni pake, na Yesu akaanza kuponya mmoja baada ya mwingine. Biblia inasema mabubu wakaanza kusema, vilema wakaanza kutembea, viwete wakaanza kupata uponyaji, vipofu wakaanza kuona, na wengine wengi ambao walikuwa naumwa magonjwa kadha wa kadha wakaendelea kupata uponyaji, kwa sababu Yesu aliona kama hiyo ndiyo huduma aliyoitiwa, na kwa huruma yake, anasema hakuweza kuwaaga ma akiwa katika mazingira ya madhaifu katika, katika, katika namna hiyo. Na ndipo hata anapotuita kwamba njooni kwangu ninyi wenye shida, ninyi wenye dhambi na kulemewa na mizigo kadha wa kadha, na mimi nitawapa pumziko, na mimi nitawapumzisha. Ni vile ninavyotuita watoto wa Mungu katikati ya taabu zetu. Kwa hiyo ukiendelea okay, kusoma hii context kwa ufupi, maana yake Yesu anajaribu kuexpress ile huruma yake aliyokuwa nayo kwa jamii ambayo imemzunguka, huruma yake ambayo alikuwa nayo kwa taifa ambayo ilikuwa limemzunguka. Anasema wakastaajabu sana, wakaanza kumtukuza Mungu wa Israel. Wapendwa, taifa la Mungu, labda niwambie, Yesu huruma yake haijawahi kuisha hata sasa Yesu huruma yake haijawahi kuisha hata sasa. Yesu ni mwingi wa huruma hata sasa, kwa sababu wapendwa sio mara moja, sio mara mbili, tumeshuhudia matendo makuu ya Bwana yakijidhihirisha kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu. Na mimi naamini asubuhi ya leo na katika juma hili, kwa huruma yake Bwana, wale ambao ni vipofu wa maisha ya kiroho ni vipofu wa maisha ya kimwili, Bwana atupe uponyaji kwa huruma zake, tuanze kuona zile fursa na opportunities zilizoko mbele yetu, yale mambo ambayo pengine tuliyokuwa hatuyaoni katika maisha haya ya damu na nyama, Bwana afungue macho yetu. Yeye Mungu ni Mungu wa rehema, yeye Mungu ni Mungu wa huruma, yeye alifungua macho ya katikati ya jangwa akaona chemichemi ya maji katikati ya jangwa. Alifungua macho ya taifa la Israel, wakaona manukato wakaona malimbuko wakaona vyakula wakaona opportunity wakaona njia. Yeye Bwana alifungua macho ya Hajiri. Akaona, akaona bubujiko la maji katikati ya jangwa. Yeye Bwana aliyefungua macho ya Ibrahim, akaona mwana kondoo amenaswa katikati ya kichaka. Imani yangu na maombi yangu, Bwana afungue macho yetu katika jina la Yesu. Huruma ya Bwana ingilie kati kwenye hayo taabu ambazo tunapitia kwenye magumu ambayo tunapitia nafungue macho yetu tuone njia ya mpenyo, tuone mahali pa kupita, tuone neema ya Bwana ikienda pamoja nasi, tuone huruma za Bwana zikienda pamoja nasi, tuone shauku ya Bwana ikienda pamoja nasi, tuone mkono na uwezo wa Bwana ukienda pamoja nasi. Wapendwa katika jina la Bwana, Biblia inasema hata viwete wakaanza kupata uzima, hata mabubu wakaanza kusema, vile ambavyo havizungumzi kwenye maisha yetu, vile vitu ambavyo vimebaki vimebaki vimekuwa vime, vime na mkwamo kwa muda mrefu katika maisha yetu, neema ya Bwana ingilie wapendwa neema ya Bwana ivifungue hivyo vitu ambavyo vimekuwa vimefungwa vile vitu ambavyo vizungumzi katika maisha yetu. Mafunuo ya Bwana yawe dhahiri kwenye maisha yetu. Mafunuo ya Bwana yaanze kujidhihirisha katikati ya maisha yetu, na huo tutaona utukufu wa Bwana ukiwa pamoja nasi katika jina la Yesu Amen. Taifa la Mungu, Yesu ni mwingi wa huruma, akaanza kuhudumia mmoja baada ya mwingine moja baada ya mwingine moja baada ya mwingine. Wapendwa, wiki hii ni wiki yangu kuendelea kuhudumiwa, ni wiki yako mtoto wa Mungu kuendelea kuhudumiwa. Tunachohitaji ni kumsii Bwana wa neema, kumsii Bwana wa rehema, huyu Yesu mwenye huruma. Tuketi magotini pake, tuketi miguuni pake kwa unyenyekevu, anasema kwa imani wale watu walipokea. Wapendwa, imani yangu tusogee madhabahuni kwa Bwana kwa imani kumwambia Bwana, mahali fulani nilikwama, mahali fulani sioni, sioni kesho yangu, sioni kesho kutwa yangu, sioni future yangu, sioni kama na Bwana iende pamoja na wewe katika hiyo tabu. Yesu anasema hapendi kuwaaga makutano wakiwa katika hali ya udhaifu namna hiyo, bila kujali status zao, bila kujali uchumi wao, bila kujali afya zao bila kujali maisha yao ya kiroho na kimwili. Yesu anachopenda, anasema anapenda sisi tuwe na huruma kama yeye alivyo na huruma. Anapenda kutuona tukiwa tumeshiba, anapenda tukiwa tukiwa na, na amani, anapenda tukiwa na tukiwa tumebarikiwa. Hapendi kuona tukiwa na machozi ya namna nyingine hiyo yoyote. Na pengine baadaye jioni tutazungumza habari ambayo Yesu anasema mpaka jamii ilivyomwangalia, akasema tazama alivyowapenda. Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa 36. Baada ya Yesu kulia machozi kwa huruma, jamii ikaangalia ile huruma yake, inasema angalia, hata yeye analia kwa sababu alivyowapenda. Wapendwa, Bwana anatupenda, hapendi tuwe na huzuni ya kiwango hiko, hapendi tuhangaike katika kiwango hiko, bali anapenda tutembee katika maisha ya ushuhuda, maisha yenye neema, maisha yenye wingi na utakaso wa Yesu Kristo, maisha yenye wingi wa baraka katikati ya maisha. Hapendi kutuona tunatembea katika madeni ya kuficha namda hiyo, sio mpango wa Bwana. Wapendwa, mara baada ya Yesu kufanya matendo hayo makubwa, pengine wanafunzi wake walidhani imetosha na hapa Yesu anataka kuaga makutano. Lakini akiangalia maisha yao, akiangalia hali zao, anasema hawa watu wamekaa pamoja nami kwa siku tatu. Hawajakula kitu chochote na kuwaaga wakiwa wamefunga namna hii, mimi sipendi. Napenda kuona watoto wa Mungu wakiwa wameshiba, napenda kuona watoto wa Mungu wakiwa na afya, sipendi kuona wakiwa katika vitanda vya hospitali. Na ndio maana Yesu wa huruma, acha aingilie kati kwenye hivyo vitanda hospitali, tuwapate uzima ili tulitukuze jina la Bwana Yesu. Acha aingilie kati kwenye hiyo migogoro ili tupate amani, jina la Bwana litukuzwe. Yesu, acha aingilie kati kwenye hiyo biashara ambayo kama aioni aioni kesho yake kama aielea faida kama haina tija, wapenda, Bwana akiingilia kati atabadilisha hizo hasara zikawa faida katika jina la Bwana, akabadilisha hizo machozi yakawa ya furaha katika jina la Bwana. Anasema jina la Bwana litatukuzwa, kwa sababu yeye apendi kuona watoto wa Mungu wanatembea katika hasara na machozi ya kiwango hiko. Kwa hiyo, anasema akaitisha kikao cha ghafla akawaitisha wanafunzi wake wake akasema, mimi sipendi. Anajaribu kuexpress moyo wake, kwa sababu moyo wake ni mwingi wa huruma anasema sipendi kuwaaga hawa wakiwa wamefunga namna hii. Injili ya Marko inasema sipendi kuwaaga wakiwa wana njaa namna hiyo, wasije wakazimia njiani. Wapendwa watoto wa Mungu, wanafunzi wake Yesu wakamwambia, Bwana, hapa hatuwezi kupata mikate ya kwa chakula cha kuwashibisha hawa wote mkutano mkuu namna hii, hapa ni nyikani, hatuwezi. Sehemu nyingine injili imesema mikate ya dinari mia mbili yatosha kuwalisha mkutano mkuu namna hii. Haiwezekani, haiwezekani. Akawauliza, mnayo mingapi? Wakamwambia, tunayo mikate saba na visamaki vichache. Na mtu akamwambia, visamaki vichache ni kama lugha ya kukatisha tamaa, kwamba haiwezekani, kwa sababu visamaki vyenyewe ni vidogo, hata sisi havitoshi. Lakini Yesu kwa wingi wa huruma zake akasema, bado katika hayo hayo mimi hawa, ni watoto wangu, hawa nimewachagua mwenyewe, hawa wamekuja kuhudumiwa na mimi, siwezi kuwaacha watoke watoke na njaa hii. Wapendwa, hiyo huo ndio moyo wa Bwana, huo ndio moyo wa Yesu, kwamba apendi tuona tunatoka kama vile tulivyoingia. Hapendi uona tunatoka tumebaki vile vile, maisha yetu yamebaki vile vile, hali yetu ya kiroho imebaki vile vile. Neema ya Bwana ni kuona kwamba sisi watoto wa Mungu tunatoka hatua moja kwenda hatua nyingine, tunapiga hatua moja ya imani kusogea hatua nyingine, tunasogea hatua kwenda hatua, tunasogea kushiba kwenda kushiba, utukufu hata utukufu anasema sipendi kuwaaga kwamba kwamba wanaondoka wakiwa na njaa. Wapendwa, kweli kweli inaweza kuwa ni ni vichache, kweli ni vichache vitu vinaweza vikawa, lakini moyo wa Yesu kwanza tu, kabla hata hajawapa chakula, lakini moyo wa wa Yesu anajaribu kuonyesha kwamba mimi sipendi kuona watoto wa Mungu wakienda huko na struggle. Wapendwa, acha Bwana mwenyewe atume chakula cha mbinguni. Anasema mbinguni, anasema yeye ndiye anayetupa riziki yetu ya kila siku, anaitoa. Wewe Bwana, ni maombi yangu katika jina la Yesu utembee katika katika katika huruma hiyo, neema neema ya Bwana usembee katika ukaofu tena neema ya Bwana ikufunike. Bwana akupe chakula chenye cha mbinguni. It doesn't matter upo katika mazingira ya nyika ama upo katika mazingira ya jangwa ama upo katika mazingira magumu. Lakini Bwana apendi mtoto wa Mungu utembee katika struggle, ukose hata chakula, ukose hata matumaini, ukose hata mafunuo, ukose hata amani, ukose hata afya. Bwana anasema yeye yeah, atakupa chakula, atakupa chakula bila kujali mazingira yaliyopo lakini yeye mwenyewe akisema amesema. Akisema, atakubariki. Atakubariki. Akisema, atakuponya. Atakuponya. Kwa sababu apendi uendelee kutembea katika hiyo hospitali, hupendi kuendelea kuendelea kubaki katika hiyo hospitali katika hiyo tabu na katika hivyo vifungo. Neema ya Bwana wapendwa, na upendo wa Bwana ni kutuona tunatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Amen, amen. Neema ya Bwana na furaha ya Bwana ni kutuona tunatoka katika hiyo milango ya magereza. Furaha ya Bwana anasema, mimi sipendi kuona watoto wangu wakibaki katika vifungo vile vile. Wapendwa, huruma ya Yesu iingilie kati maisha yetu, huruma ya Yesu iingilie kati mafunuo yetu, huduma zetu, upendo wa Yesu uingilie kati ndoa zetu, upendo wa Yesu na huruma yake iingilie kati katikati ya struggles nyingi Anasema, akawambia makutano waketi chini, akaichukua ile mikate akachukua na vile visamaki, akavibariki akawapa wanaume wote, akawapa mkutano wote. Biblia inasema wanaume waliokula wapata elfu nne bila kuhesabu wanawake na watoto. Wapendwa, huruma ya Bwana, wapendwa, huruma ya Bwana inaweza ikabadilisha kitu kidogo ambacho kitakuwa satisfaction kwenye maisha yetu, kitakuwa utoshelevu kwenye maisha yetu, kitakuwa utele kwenye maisha yetu hiyo, hiyo mitaji midogo. Lakini Bwana, ikawa na ushimisho tosha, ikawa na utimilifu tosha, ikakushimisha wewe na familia yako na maono yako na mipango yako. Neema ya Bwana itakuvusha kwenye huo huo mtaji mdogo kwenda hatua nyingine ya imani. Wenye imani wangesema napokea katika jina la Bwana. Wenye imani wangesema na receive katika jina la Bwana. Nasema neema ya Bwana na huruma zake ndio zinazosema, huyu mtoto wangu sitamani aendelee kutembea katika machozi makubwa namna hii. Wapendwa, ni huruma za Yesu mwenyewe. Yesu ni mwingi wa huruma Bwana. Yesu ni mwingi wa huruma. Yesu ni mwingi wa huruma. Akawaangalia wale makutano, akasema wengine walikuja hapa wakadhani kama tuendelea na siku moja, pengine ibada, pengine huduma hii itaendelea kwa siku moja. Pengine, wengine wengine walikuja na chakula cha siku moja pengine. Ama cha siku mbili pengine. Lakini huduma ile ilichukua siku tatu na hata ile akiba waliokuwa nayo ikawa imeisha. Mpendwa, nikusika katika jina la Bwana. Yesu anatuita kwa huruma zake. Yesu anatuita kwa huruma zake. Anatuita kwa huruma zake. Yeye ni wa huruma mpendwa. Bila kujali hali yako ya kiroho ikoje. Yeye ni mwenye huruma. Anasema alitupenda sisi kwanza, alituchagua tungali tu wenye dhambi. Sio sisi tuliyomchagua, bali ni yeye aliyetuchagua. Wapendwa, ni Bwana ambaye ametuchagua. Ni Bwana ambaye ametuchagua. Ametuchagua. Hivi hivi tulivyo ni Bwana ambaye ametuchagua. Nataka tuingie mbele za Mungu kuomba. Kumwambia Bwana kwa habari ya mambo na mahangaiko na struggles za maisha yetu, mapambano ya maisha yetu ya kila siku. Tumwambie Bwana, tunahitaji kuona neema yako ikienda pamoja nasi. Tunatamani kuona neema ya Bwana ikienda pamoja nasi. Tunatamani kuona huruma zako zikienda pamoja nasi. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya Jumatatu nyingine ambayo Bwana unatupa. Tunalitukuza na kulihimiri jina lako tukufu, tunalitukuza jina lako wa e, amani. Tunalitukuza jina lako e, Baba wa huruma. We, Mungu wa upendo. Wewe Mungu ambaye upendi kuona watoto wako wakiondoka nanandapndawatoto waoa cha zao kujua wewe Mungu uliyetenda matendo makuu. Nasi Bwana Yesu tunanyenyekea kwa huruma yako mahali hapa, na sisi tumesogea madhabahuni pako, tumesogea miguuni pako e Bwana, kwa imani tumesogea miguuni pako. Wewe Mungu unajua haja ya mioyo yetu, e Bwana, Mungu wa rehema, e Bwana, Mungu wa upendo, e Bwana, Mungu wa neema, katika jina la Yesu Mwokozi watoto wako tumetembea katika ukaofu kwa muda mrefu, tumetembea katika udumavu kwa muda mrefu, lakini Bwana naitia neema yako na huruma yako asubuhi ya leo, tunaitia huruma yako na neema yako asubuhi ya leo. Wewe Mungu jidhihirishe katikati ya maisha yetu, wewe Mungu jidhihirishe katikati ya maisha yetu. Mungu jidhihirishe katikati ya kanisa letu. Wewe Mungu jidhihirishe katikati ya huduma yetu. Wewe Mungu jidhihirishe katikati ya familia yetu, kwa wake zetu wewe Bwana, kwa watoto wetu wewe Bwana, kwa biashara zetu wewe Bwana, kwa ile mipango yetu wewe Bwana. Tunaikabidhi mikononi mwako, wewe ni Mungu mwingi wa rehema na fadhili zako ni za milele. Tunakabidhi biashara zetu mbele zako, zile ambazo Bwana zimetembea katika mundumavu kwa kwa muda mrefu, zikawa hazina tija kwa muda mrefu. Ewe Bwana, wewe Mungu wa rehema uliyebariki vichache vikawa na utoshelevu, utoshelevu tunaomba Bwana, tutembee katika utoshelevu. Kibali hicho. Kibali hicho. Jina la Yesu, na kwa damu yako Mwokozi, kila pango ambalo shetani amelipanda akasema kwamba tutofika mbali, akasema kwamba tutofanikiwa, katika jina la Yesu, na kwa damu yako Bwana, utupe kibali, tunalibatilisha mfalme wa amani. huruma yako Jehova iende pamoja nasi. Huruma yako mfalme iende pamoja nasi katika jina la Yesu na kwa damu yako Mwokozi. Asante Mungu kwa sababu wewe ni mwingi wa fadhili na rehema zako ni za milele. Tunalitukuza jina lako na kulimidi. Pokea sifa za shukrani za mioyo yetu kwa jina lako Yesu Kristo, tumeomba na kuamini amen. Amen. Mungu akubariki mtoto wa Mungu. Mungu akubariki mtoto wa Mungu. Na nakutakia siku ya baraka, nakutakia Jumatatu ya baraka, na kutakia mafanikio katika kazi ya mikono yako. Bwana akubariki na kukulinda tangu sasa na hata milele. Pokea baraka za Bwana, neema ya Bwana iende pamoja nawe. Kwa utukufu wa jina lako tumeomba na kuamini. Amen.